Mimi nina nguzo mbili tu kutoka tangi la maji na kwendea huko mkono wa kulia nyumba yangu imevunjwa, na nyumba yangu ilikuwa iko kamili, imejengwa kamili, imesakawilwa nje na ndani. Kwa hivyo, mheshimiwa, nyumba ile imevunjwa na nikalipwa shilingi milioni moja na laki tano. Karatasi hii hapa. Mheshimiwa, inaniuma na mimi namalizika tena na watoto na wajukuu. Kwa hivyo nakuomba Mheshimiwa, swala so hili ulifuatilie, nipake haki yangu, ikiwa haki yangu ipo, basi nipewe. Walileta gari zao hawa serikali, gari ya master veto wanachimba mawe, wanatuuzia jiwe shilingi elfu thelathini na tano vilevile. Lakini sasa ukitazama hawa wachimbaji wadogo wadogo, gari zile zinachimba mawe, watafanya kazi gani? wakati wao wenyewe wamejiajiri katika swala hili la uchimbaji wa mawe ili wapate riski na watoto waendeshe maisha yao. Maisha yao yanazidi kuwa magumu, kwa sababu serikali ishaingia kati kuchimba mawe kwa magari yao wenyewe, ambapo wale wachimbaji wadogo wadogo itabidi wakae pembeni. Kazi gani tuwape hawa, wakati mtu ashaanza kuchimba kazi, kazi ile ya mawe, afanya kazi gani? Kwa haraka haraka, labda tumpeleke wapi? Tuangalie na ile mheshimiwa, tuna masikitiko kidogo tuliwahi kumwarifu mheshimiwa Rais kuja kuswali Ijumaa pale Uzini, na ilikuwa siku ya mvua kubwa kweli kweli. Sasa ile barabara yetu ilikuwa ina madimbwi makubwa, hata ile gari yake ilikuwa ikizama mpaka kunako milango, wale walifunika vio. Sasa kufikilia tuliposwali Ijumaa, akaombwa barabara yule atufukilie, atufukilie ale mashimo mheshimiwa, tukamwambia kwamba Mheshimiwa, tunakuomba hii njia utufikilie mashimo. Sasa yeye ile njia kwa jinsi alivyoiona fupi, alisema hii mimi nitaitia mpaka lami, watu akapiga kofi pa pa pa pa pa pa pa. Lakini akasema miti mjitegemee. Basi akanyanyuka akapeana mikono na mashehe pale, tukaona huyu asema miti tujitegemee, na yeye huyu tumemuomba njia sasa. Tumekaa tumeka, tumeona ushanifamu, wamekuja wakandarasi hao. Walipokuja wakandarasi sasa, wakang'oa miti hii hii, nikaona huu barabara hii imekuwa kama inakwenda wapi. Na hapa msikitini tukang'olewa miti wetu, mimi ismu mimi na mshoki shoki mwaka anakodisha milioni moja umekwenda na maji. Mheshimiwa, tunachokuomba mtu ukimsaidia, na hii serikali yetu alafu baadaye isitoshe unang'olewa mshokishoki, minazi, hata maji ya kunywa hatukupata. Hili bwana, tunakuomba mfikishie huyu bwana, bwana mwambie watu wa Uzini bwana, shingo zao zimelala. Hiyo barabara tumeipata, lakini shingo kula siku kacha, sisi roho zetu bwana, hatufurahii ile barabara. Ardhi, mwananchi anaishi katika ardhi, hajui kesho ataamka vipi, kama atafukuzwa au ataondoshwa. Na kama eneo litakuwa linatakiwa kijamii tayari, eh eneo linatakiwa kijamii, basi eneo lile wewe huambiwi chochote, sipokuwa hama na utapewa utakachopewa, na hicho utakachopewa huyu aliyopewa akuletee weye, anakata anavyotaka yeye. Sasa hakuna makubaliano ya aina yoyote kati yako na na weye. Miaka ya mwanzo kwenye sitini, baada ya mapinduzi, lipokuwa kuna jeshi lile la jeshi la nyupi ile, wakati huo e, la Zanzibar, wakati huo jeli eh sasa walijua wazee wetu kule e, walijua wazee wetu kwamba mpaka sasa hivi tuna watoto wenu, tunataka hiki sehemu kidogo mtupe tue, tunafanyia mazoezi tu, halafu wenyewe mtakuwa mnaendelea, mtafanya shughuli zenu. Lakini tumekwenda hivyo, ikawa ndo yanafanyika vile, na wale wakati huo jeshi anapita mpaka chini ya migomba chini ya nyua za, za nyumba wakati huu, wanafanya mazoezi lakini tumekwenda hivyo hivyo kido kidogo kidogo mpaka imefika hatua kwamba lile eneo sasa tusiliguse eh, tusiliguse. Maana ina maana sasa wanajimilikisha, na kwa kusema kweli hatuna pa kwenda na kule ndo kwenye rasilimali zetu zote. Uh, sisi tunasumbuliwa na tatizo la uwekezaji Awamu ya kwanza wamekuja watu wa wawekezaji. Mheshimiwa Rais kule alichukua eneo akawalipa watu na akasema kuwa ametosheka na eneo alilokisha kulichukua, lakini cha kushangaza, baada ya muda mchache kidogo, akaja akachukua eneo jengine kubwa kabisa linalokufikisiwa kufika eka stini. Na mimi ni mwathirika katika eneo hilo na tulijaribu kulifatilia lakini tulishindwa katikati, na ingawa hivi sasa hivi wao wamestopisha, lakini tunasikia kuwa baada ya kuisha uchaguzi watakuja kulichukua eneo lile kule tena. Kwa maana hiyo, tuna kuombeni wahusika wa hili suala, nyinyi ACT Wazalendo, mlizungumze mkae mzungumze na wahusika na lile eneo kule sisi tulilichukua wakati huo, tangu uhai wa mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wakati huo. Nakumbuka mimi nilifuatilia kwenda kuchukua kibali cha kumiliki lile eneo pale katika branja Dungabweni mwaka, mwaka sa, themanini na tisa, na vielelezo navyo bado ndani nyumbani, lakini cha kushangaa ndo kama hivyo, inakuja hatua tunaambiwa na tunaambiwa kuwa litakuja kuchukuliwa na tunaambiwa kama vile vile kulipwa itakuwa wanavyotaka wao kiasi fulani. Mimi binafsi sitoridhika na au siridhiki na maamuzi yao watakayofanya. Kumbuka miaka yote Bambi ndio natoa kiasi kingi kuliko sehemu nyingine yote. Kama mtapeleleza safari kuna kiasi Bambi kwa sababu mashamba yote yamechukuliwa na serikali, wamepewa limamua wenye kulimamua, ziko sehemu na hakuna omua unaopatikana na wale chukuliwa maeneo yao wale wamiliki wenyewe ya ambao wana lima inalimwa hiyo miwa, malipo hakuna. Hakuna malipo otopata nyingi anasema ni laki moja na nusu, laki mbili, eneo sidogo, mtu ana eka tano sita. Kwa hivyo wale walimaji wa viazi, walimaji wa tungule na walimaji wa vitu vingine tofauti ambao wengine walikuwa shachimba visima vyao kule, mimi mwenyewe shahidi kwa na nimekwenda nimeona hali mashamba yote wamenyang'anywa. Ndio maana hii ukaona hata bambi hata gari tatu za kiazi hazendi. Walikuwa kuucha ndale tabambi, bali tabiazi. Hakuna kiazi. Na katika msimu ilikuwa tuwe viazi vingi ilikuwa huu unaongoza kwa sababu ulipata mvua na ulipata baridi, na kiazi mziwe baridi lakini hakikutoka kitu. Kwa hivyo shamba zote walichukua, JKU achukua maeneo makubwa. Alafu wawekezaji wachukua maeneo makubwa. Kwa hivyo mwananchi kawaida hana lake hata moja na ishafika stage sasa hata ngombe sasa hawafugiki kule.